Kinapita akipiti kwenye misukosuko. Chama chetu kinapita kwenye baraka kubwa, magugu yanatenganishwa na mazao, sio misukosuko. Mimi ni mtu wa imani sana. Hichi kinachotokea mimi nimekiombea kwa Mungu. Hichi kinachotokea, nilimwambia Mungu hivi, fyatua magugu yote ndani ya chama chetu. Hatuwezi kuwa na kundi la watu ambalo msingi wao wa mawazo ni vyeo na madaraka na sio haki na utu. Mkiwa na kundi hilo, Biblia inasema wawili watatembeaje pamoja pasipokupatana? Hawa wanaoenda wanaondoka, kwa sababu Mungu anaipenda CHADEMA. Chama hiki kwa sababu ni chama cha upinzani, lazima misimamo yake, kauli zake, matendo yake, yao ya kipinzani sasa wale wapumbavu 55 hawaitwi G55 ni wapumbavu 55 wa wale wapumbavu 55 wa tano na hata kama hapa wapo nawaambia kabisa kama hapa wapo na nyenye tembeeni people sasa kuna wale mheshimiwa lugha zako ngumu sana sikiliza mimi msela atakiwa lugha laini msela anatakiwa lugha ya kibabe Nimezika watu wengi. Uchaguzi wa marudio wa udiwani Arusha mjini, lilipigwa bomu kwenye mkutano kama hivi, nimezika watu watano, tumemzika mawazo kwa sababu ya uchaguzi. Vijana wengi wamepotea, vijana wengi wamevunjwa miguu, wala hawana malengo ya kuwa madiwano la bunge. Kuna wengi wamekwenda jela, wamepewa kesi ya mauaji, wamekuja kuachiwa juzi. Kuna familia zimevunjika ndoa, kuna watu Chama hiki sio kumfanya pambalu kuwa mbunge wala heche kuwa mbunge. Ndoto wa chama hiki ni kupigania uhuru na mabadiliko ya kweli na ustawi wa jamii. Kama huko nje ya malengo haya, wewe sio mpinzani. Hatukuja kugawana mitaji kwenye chama hiki, tumekuja kugawana maumivu, ili watoto wetu waje wakute nchi bora, waseme wale wazazi wetu walikuwa na akili, waliweza kupigania nchi yoyote msingi wa malengo haya atufai, na akiondoka hatupati hasara, tunapata faida, kwa sababu ameondoka mtu ambaye hakuwa na mawazo yanayofanana. Wawili wanawezaje kutembea pamoja kama isipokuwa wamekubaliana?